Na kama unavyoona hapa tuko na Mama Marichui mke wa Mwijaku Alisha, ambaye amesimama kwenye gari yake aina ya Mercedes Benz ya shilingi milioni themanini na saba. Mama Marichui hongera sana. Asante. Uh, Asante sana. Hukulitarajia kabisa hili. Sikujua kabisa, jamani. Unajua tumekusubiri, yes, yes, muda mrefu. Tunaambiwa subiri mpaka muda wake wa kawaida wa kurudi Ulikuwa wapi? Kazini. Mwijaku amekuwa akiposti milioni themanini na saba mtandaoni mara kadhaa. Ulikuwa unaona anakutania au? Maana alikuwa nasema nishaurieni ni mnunulie mke wangu zawadi gani. Ulikuwa unahisi ni utani wake tu au ulikuwa unajua kweli kuna zawadi? Ni gari ya ndoto zako? <laughs> Mercedes. Mimi hmm. hmm. sina gari ya ndoto yangu kwa hmm. kweli mimi gari e, ila ni yani nimefurahi sana kwa kweli hmm. ngasi sina gari ya ndoto yangu yani, ah, so mtu wa magari sana eh mimi so mpenzi wa magari kile hmm. kivile hajawahi okay kugusia labda gari hivi mke wangu tubadilishe gari yako au hivi pengine ambacho kingepelekea labda u connect dot hapa kwamba mm, lazima angenunua gari mpya. Yaani tulikuwa tuna tulitaka kunibadilishe gari mimi, lakini nikamwambia kwanza, tufanye kuna project flani tufanye, tukimaliza ndo tutahangaika nayo kubadilisha gari mm, lakini kwa sababu mimi niko najua tuko okay, kuna project tunafanya basi mm. mm. wakati umefika hapo njia, ni, amini, hapo njianiamini hapo getini mm. uh, ulihisi kitu gani alikuzuia zuia, zuia usingie ndani, lakini si mimi nikashangaa kwa nini ataniingiza gari ndani. Anasema anataka atoke na gari yako <laughs> <laughs> uh -huh. kama, ni, Okay sawa Mwijaku, sio mara ya kwanza kupata zawadi ya <clears throat> namna hii. Nakumbuka last time ilikuwa mwaka jana kama sijakosea, <clears throat> alikuzawadia gari na tulikuwa Mikocheni pale, lakini pia hii ni second time pia nakuzawadia gari. <clears throat> Sawa, tuambie kuhusiana, unahisi zawadi ya gari kwenye maisha yako ndio kinatosha ambacho pia unahitaji kutoka kwa Mwijaku? mimi kwangu, upendo wake tu ndio nauhitaji, yaani hizi zawadi ni yeye mwenyewe anavyojisikia kunipa. Kwa hiyo hakuna ambacho kitatosha, yaani yeye atakachojisikia kunipa atanipa, asiponipa pia, mimi nilimradi tu anipende basi. okay, sawa. Unahisi hizi zawadi za Mwijaku za gharama kiasi hiki, mara kwa mara unahisi lengo lake liwa ni nini, itakuwa kwenye gari zuri ni kitu gani hasa ambacho kinakufanyaga uwashangae watu wanaomsema Mwijaku? Yaani kwamba mm, wewe unavomuona mumeo ukienda mtandaoni wanavosema kuhusu yeye unashangaa. Hivyo wanamjua kweli mwemba au wanaomuona juu juu? ni issue gani kuhusu Mwijaku ambayo wanaisema ambayo kufanya inakushangaza? mm -hmm. Kwa hiyo mimi nashangaga, mimi naambiaga tulimradi mtu usiue, mm. Usifanye vitu vya zulma, usifanye vitu vya haramu, lakini mm. kama kitu ni halali mm. mimi kwa kazi yote kwangu ni kazi kwa hiyo waga nawashangaa ga tu ambao wanasema wanakuwa anamshangaa wana kazi anayofanya mm -hmm. Sawa, lakini pengine watu wanaweza sema ah, Mwijaku ampa zawadi mke wake, zawadi ya gari kadi kadi. Unajua wabongoasema bana Mwijaku bana, aiwezekani hii kadi anamzawadia tu mke wake, lakini kadi anaileta na <laughs> like yuko fasta vipi? <gibu> Mama mama Marichui, wewe unafanya kazi na kazi zako, utakagiziingiliane na Mwijako kabisa. Ndio maana unampaga nafasi afanye interview zake, wewe utaki kabisa makamera Mdje. Leo tumekudaka tu kwenye surprise kazini kwako, pia kunakwaga na kazi ya kuishi watu wanakunyoshea mikono, labda mke wa Mwijako yule, mke wa Mwijako yule. Ah, kunijua ananijua, yani hata baba yangu akipita utasikia mke wa Mwijako, si ni hivyo? Lakini mimi simpagi mtu nafasi ya kudiscuss maisha yangu yani, sikupi, si hiyo nafasi. Sikupiyo yani, kwamba hata kama kuna kitu nataka ni ku-entertain kuhusu familia yangu sikupi. oh yeah. sikupi na nafasi. oh yeah. mm. mama Marichu ni rafiki mzuri sana wa Hamisa Mobeto. mm. na umekaa kwenye ndoa yako kwa muda mrefu sana. wakati Hamisa, nakuambia, mama Marichu, mwenzako naolewa, ushauri wako wa muhimu kabisa ambao ulimpatia ni upi? Ah, mimi nilimwambia kwanza kwanza, nilifurahi, nikamwambia, hicho ni kitu kizuri, ni jambo la kumshukuru Mungu mm-hmm. lakini pia uh, ah, kwa jinsi ya maisha aliyopitia mm -hmm. alivyoishi Ndoa ni ya watu wawili, usisikilize mtu mwingine yoyote, kwa sababu ukianza kusikiliza mtu mmoja ushauri unakuwa mwingi, alafu watakupoteza. Umeona, wewe fanya ambacho kitakuwa sahihi kwenye moyo wako, utajisikia hiki ki, ni, ni kitu sahihi, fanya. Na kikubwa, uvumilivu. Alice, Alice, Alice, Body Frame Charo Jina <laughs>

Ile ya eh, mwanzo tunaipeleka wapi? Hiyo ipo nje hapo ndio hapa ndo. Na naomba mje kauza. wa <laughs> bongo <laughs> <laughs> wabongo wakai kusema kuna kutop up. <laughs> <laughs> eh, hey, wa bongo wakai kusema kuna kutop up. Hakuna kutop up. Hiyo hapo nje. Tukapige <laughs> <imusimukua> <kats> hey, eh, kabidi mkaione wa bongo wabogo kusema katop up. Mimi <imusimukua> huyo <imusimukua> nishavuka huko. Mama Richu utaanza kutembelea hii au ushaizoea ile ya mwanzo? Ah, sasa kitu cha zawadi umepewa, utaacha kukitumia yeah? Zawadi utapumzika oh, hey, kidogo wakati Mwak, hujafika hapa kuna, kuna baadhi ya watu wanasema Mwijaku apunguze kumpa zawadi za gharama mke wake, atasababisha na sisi tuachwe. Alikuwa anazungumza mdogo wake Mwijaku. hey. hey. apunguze <laughs> oh, amesema kwamba tutashindwa kuambia watu tunawapenda maana, hamna mm. magari <coughs> hamna, unajua um, no, no, hata sisi hatukuanzia hapa moja kwa moja mm -hmm. Tumetoka mbali sana yaani, mbali sana, na tulikuwa hatuna uwezo wa kupata hata hiki ambacho tunacho sasa. Hizi wala tulikuwa hatujawaza kama itafika siku itakuwa hivi mm -hmm. Ila tu ile kuwa na juhudi ya kazi, kumtumaini Mungu, kumtegemea Mungu, kuwa na imani ndio kilichotufikisha hapa. Kwa hiyo hata mtu mwingine asije akakata tamaa akasema labda mimi mtu wangu, hmm. Sisi wenyewe tulianzia chumba kimoja hmm. okay. Tulianzia godoro tunaweka chini hmm. sauka, tuliweka godoro chini hmm. Ila tukaanza step by step mpaka tukafika hapa tulipo. Kwa hiyo mtu asije akakata tamaa kwa sababu hajafanyiwa sasa hivi. Hapana hmm na sio kwamba ilikuwa before <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na kwamba sio uh, kwamba ukijiona wewe hujafanyiwa hiki kitu, sio kwamba sisi kipindi kile pia tulivyokuwa tunaishi maisha hayo, kuna watu walikuwa awafanyiwi vitu hivyo walikuwa wanafanyiwa, lakini tulikuwa na matumaini yetu si binafsi na malengo yetu ya maisha, ndio tukafika hapa. Kwa hiyo mtu pia, mtu, anatakiwa <laughs> mtu anatakiwa yaani amwamini mtu wake, juhudi zake anazofanya, uvumilivu kama alivyosema hapo, stani vyote hivyo vinakufikisha, na usitamani cha mwenzio mm -hmm. Fanya cha kwako kifike pale lakini mm -hmm. sio kusema hivi mm -hmm. uh, leo niko hapa, nataka basi niwe, kwa sababu kuna mtu saizi anapewa zawadi labda ndege, umeona? Sawa. mm -hmm. mm -hmm. okay. So, zawadi gani ambayo ulishai kumzawadia Mwijaku, sisi labda pengine hatujai kuiona, ni ya gharama? <laughs> wanake tuna zawai za gharama atunagakaai mama Marichui, kwa maneno ulioyazungumza kama tunavyowajua Wabongo, mtu akishajua kama mwanaume fulani anamzawadia ana nanini naye anatamani aende pale. Kwa wote wanaomnyemelea uh, Mwijaku wanatamani waje sasa wavuruge ndoa yako na chochote cha kuambia ah, yani, sijui semeje unajua <laughs> kila kitu ni Mungu Siwezi nikasema chochote. mm -hmm. Mimi nachoamini ni kwamba Mungu kama amepanga tuwe pamoja, tutaendelea kwa pamoja. Ndio mm hivyo. -hmm. Okay. Okay. Mm -hmm. Neno la mwisho kwa Mwijaku labda, ungependa kumwambia nini, au nina hujawahi kumwambia hata siku moja sasa? <laughs> Kila siku sinamwambia eh, jamani. So neno ambalo pia hujawahi kumwambia hata siku moja kama ndo mtamzali mapata <laughs> <laughs> Inshallah, Mungu akipenda. Okay. Eh, e. Mungu akipenda. Enjoy zawadi yako. Nashukuru. Mina dhani tupiga stori na Mwijaku.